Gudia, twende. Gudia, njoo pamoja na watoto. Leo ni lazima wamalize vipindi vyao. Ondokeni, nimesema, toka haraka. Nendeni mkatupe hivi vyote jalalani, vinaniletea uchafu tu hapa, fanyeni haraka. Kaka, sasa tutakuwa tunasomea wapi? Sitoruhusu mrudi tena sehemu ile iliyolaaniwa. Unajua hawa watu ni wasumbufu sana kama hatocheza mziki chanani atawezaje kumhudumia binti yake? Ila anaonekana anaelewa. Ile Shankari, nataka kumfuatilia ya huyu mtu. Shankari, mfuatilie huyu mtu, sitaki awashawishi watu hapa. Nataka kujua kila kitu kinachomhusu yeye. Twende usio na wasiwasi, Gudia, tutatafuta sehemu nzuri zaidi ya kusomea, hmm? Kama unasema hivyo, naweza kuandaa darasa kule shambani. Nimesha kuambia hakuna sehemu nzuri zaidi ya nyumbani kwa wao kusoma. Lakini sisi tutapata wapi sehemu kama nyumbani? Nyumbani kwangu. Ndiyo, kuanzia sasa watoto watasomea nyumbani kwangu. Watoto, kusanyeni vitu twendeni kwangu. Hapana, kama bwana Narini atawapeleka hawa watoto nyumbani itakuwa ni tatizo kubwa sana, na pia litawakera sana shangazi na mjomba. Natakiwa kumzuia bwana Narini asifanye hivi. Wiki ijayo mama Bola anakuja India kutoka New York kwa ajili ya ija, na ni lazima tu atataka kukutana na Naren. Kaka nimegundua huko na wasiwasi kwa siku hizi chache. Bwana Rakesh, niwe mkweli, najisikia mtu mpweke sana sasa hivi mtu aliye karibu yangu, nahitaji anipatie msaada, mtu ambaye naweza kumwamini kwa kila kitu. Na niseme kweli, katika familia mtu pekee ambaye naweza kumwamini ni wewe tu, bwana Rakesh. Katika siku chache zijazo, nataka kuzingatia maisha na rim pamoja na familia yetu. Kwa hivyo basi, muda wote huo ningependa majukumu ya ofisini usimamie wewe, na kama kutakuwa na dharura yoyote, uko huru kufanya maamuzi sahihi kwa ajili ya ofisi yetu. Bwana Rakesh, kama utakuwepo ofisini, utaweza kumwangalia Hardik pamoja na Rahul. Nilma, umeshaiona tabia yake na Hardik yeye yeye ni mdogo wangu. Inavyoonekana kwa tabia yake, ni wazi kwamba anaweza akaniacha muda wowote ule. Bwana Rakesh, si siwezi kukubali matatizo kama. Harsha atakuwepo nyumbani, Naren atakuwa na shinikizo. Kama hakuna kingine, haya mambo yake ya kipuuzi anaweza kuyaacha, akiishi na shangazi yake na Usiwe wasi wasi na wasiwasi, Rakesh, nitaongea na mwanasheria na kuhamisha hisani za kampuni. Hapana kaka, napenda kuweka uhusiano wetu mbali na biashara. Mimi nimekuja hapa kwa ajili ya kukusaidia tu na sijaja hapa kwa ajili ya manufaa yangu binafsi. Sitaki hisa za kampuni yako, ni bora nifanye kazi kama mfanyakazi mwenye mshahara. Ila bwana Rakesh, wewe ni hapana kaka, pesa ikiingia mali popote uharibu uhusiano Nina ombi moja zaidi kwako. Naomba usimuhusishe Mayank kwenye biashara hii sasa hivi. Ni bado mdogo sana na anatakiwa ajifunze kujitegemea. Kama atapata kila kitu kirahisi, haitomsaidia chochote. Alafu pia hakuna haja ya kumhusisha hii biashara, kwa sababu tunajua atakuja kutupokonya baadaye. Bwana Rakesh, umefanya mambo yawe marahisi sana kwangu, asante sana. Kuanzia leo na siku nyingine mtasomea nyumbani kwangu mm? Sawa Godia, nimeshaita taksi itafika muda sio mrefu. Hawa watoto wataenda kusoma kwangu. Watoto, watakuwa najisikia kiu sana na hili joto, tukawanunulia. yeah! jinsi tunataka kuwaelimisha watoto wanaokaa hapa Rangali, lakini endapo utaruhusu kuyatumia haya majengo itakuwa ni vizuri sana kwetu. unaongelea nini wewe? sisi wote tunajua kwamba wanawake wa Rangal wanafanya vitu kwa visingizio ya kutoa elimu ya watoto na watu kutoka familia na kuja katika familia zilizostaarabika huwa wanakuja katika nyumba zetu za mapumziko kukaa, na sitaruhusu mtu yoyote kuinaji sehemu hii. Mchungaji, hawa watoto wakielimika watapata nafasi ya kuwa na maisha mazuri. Unataka kuwapokonya hii fursa? Mimi sioni kama kuna kosa la watu kuzaliwa hapa, na elimu ni haki yao. Wabinto, sijaribu kunifundisha mimi, na sitaruhusu mwanamke kama wewe kuja katika maeneo kama haya kwa ajili ya kupumzika. Sawa mchungaji, kiukweli unakosea sana. Mimi, unafanya nini hapo? Taksi imeshafika, watoto wanasubiria juani. Twende nyumbani, tunahitaji kuwafundisha. Fanya haraka, twende. Nakuja, subiri kidogo. Mwanangu, kwa nini hukuniambia kama wewe kuwa sio mwenyeji wa hapa na umekuwa tu ukiwaelimisha watoto wa hapa? Kwa nini hukuniambia? Sikiliza mwanangu, upo huru kutumia ekao yetu au kuweza kuyatumia majengo yetu na maeneo yetu ili kuwaelimisha watoto. Asante mchungaji. Hauna haja ya kunishukuru kwa sababu ya hili nawaombea na ninyi wawili muendelee kwa pamoja daima milele. Mungu awabariki mwanangu. Mwanangu nenda haraka, la sivyo mme wako atarudi hapa na kuweza kukuita upya. Ninyi wawili simmeuana, ndio maana ninawaamini ninyi nyote na sina tatizo lolote juu yenu. Kama unavyoona vijana wa siku hizi hawathamini kabisa mila zetu na desturi zetu. Hatuwezi kuwaamini kabisa, kwa sababu tu hatujui haswa nia zao ni nini. Haya mwanangu, wewe nenda. Mungu awatangulie. Mchungaji, sio hivyo unavyo. Dada! Njoo haraka, kaka anazidi kukasirika. Mwanangu, mimi nitapasafisha mahali hapa. Ninyi mnaweza mkaja na watoto wote hapa mwezavyo. Nenda. twende. Bwana Narin, hata upambane vipi kwa ajili ya hawa watoto, hautaweza kufanikiwa kuzibadilisha hatima zao. Watu wanaongea kuhusu hatima zao ili kuficha maovu yao. Usiwafundishe watoto wako kuitegemea hatima katika maisha yao. Elimu ya watoto wako ni jukumu langu. Kuanzia sasa hivi nitakuwa nawafundisha nyumbani kwangu na kuwarudisha ifikapo jioni. Sisi tunaondoka. Bwana Naren, hakuna haja ya sisi kwenda popote mchungaji ameturuhusu tutumie haya majengo kwa ajili ya wa watoto. Kweli, ila natumai anajua kila kitu, kwa sababu haturuhusiwi kwenda popote karibu na nyumba ya mapumziko. Ah, uh, hili jambo linaweza kuwapa hamasa watu wengi. Basi ha? <tune> <tune> <tune> Oh, sawa. Hatuna haja kwenda kokote, Gudia. Tuende kwenye darasa lako jipya sawa. Hatimaye nimeweza kutatua tatizo moja, lakini nitafanya nini juu ya kutokuelewa kwa mchungaji? Kama bwana Naren akijua kwamba mchungaji anatuchukulia sisi kama mke na mume, hii itakuwa ni tatizo kubwa sana. Kuanzia sasa, kaa mbali na yule kijana. Hautakiwi kuonekana karibu yake popote pale, iwe ofisini ama ekaluni. Bila ya kujali ni sehemu gani, hautakiwi kuonekana na yule kijana popote pale, hata nje ya nyumba yake. Usije ukaichafua heshima ya familia yetu. Samahani shangazi, lakini ulikuwa sahihi, ila sijui ni kwa nini nashindwa kabisa kujizuia kuwa na bwana Naren. Labda Nguvu ya mambo mema inaweza kumshinda mtu yoyote. So, basa tunaweza kuanza kusoma. Kaa. Watoto, andikeni hizi herufi katika vitabu vyenu na munionyeshe. Sawa? So, zingatia masomo yako. nini? Someni, someni. Ni sawa tu kijana wangu, nitamuomba mke wangu ampatie Puja pesa yangu. Usiwe na wasiwasi, unaweza tukwenda kule store kubadilisha haya. Puja mwanangu, haya twende. Nadhani inafurahisha. E, ebu someni. E, endeleni kusoma mpaka nitakaporudi bud. <laughs> aina kamba utakiwe uyangalie sawa. So, nitajaribu kufanya kitu. <laughs> Mwanangu, chukua. Yaani mimi mke wangu ni mzembe sana, na ndo kawaida yake. Amesahau kukupatia hi yapa emozichukue na umpatie mme wako. Kamba zimefika, njoo chukue kanuni usienda huku ndani, mwanangu, na ukenda kumfunga hiyo kamba. Wanaume huwa wako vizuri kwenye kufanya mambo kama hayo. E, hapana mchungaji najua kila kitu. Kwa nini mimi siukuambia kwamba wanaume wote wanafanana na ni wavivu sana wa kufikiria katika masuala ya kuvaa? Haya mwanangu, nenda ukamsaidie. Eh, bwana Naren, yaani shangazi na kudekeza sana. Tunaingizaje hii kamba kwenye pajama? Nipe hiyo pajama, nitaingiza kamba na kukupatia.

fenesi b bibo Bwana Narini sasa <laughs> <laughs> hivi ni muda wa kula na ni jukumu langu kuhakikisha umekula kwa wakati. Kuna mambo mengi ya muhimu zaidi ya chakula. Zingatia masomo yako. Tutaanza tena sawa? itena kumzuia Bwana Narini kufundisha. kuna nini? <laughs> Koo langu limekauka, wacha nikanywe maji afu nitarudi. Kazi black belt. Sikilazeni. Hamwezi kuendelea kututesa na kutuzuia kufanya kazi hapa. Menerewa. Wewe mchungaji. Nini kinaendelea? avyoonekana nyinyi watu hamwelewi wa kabisa mnachoambiwa. Wewe hivi unajua, miwaspendi kuongea na wanawake. Kama unaona haikufai kuongea na mwanamke, sasa kwa nini umekuja hapa? Hata kama aliwe tatizo gani, unaweza kuongea na mimi. Oya, huyu mwanamke naona kama haelewi. Hivi wewe, naona unatafuta matatizo. Hana chochote cha kuogopa, sisi sote tuko pamoja naye. sasa hivi hawa wanawake wote wanajikuta kama wanaume na kutuchangia eh? Hapana, tutapambana na nyie kama wanawake. Sikilizeni, hatutaki kabisa kupigana na nyiye, ila tunachokitaka ni kuwaelimisha watoto wa Rangali. Na kwa jinsi ninavyojua kama mchungaji ameturuhusu kutumia haya majengo kufundishia watoto, sasa kwa nini mnaendelea kujisumbua kwenye joto kali namna hii? Wacha niwaambie kitu, msifikiri kwamba sisi ni waoga na hatuwezi kupigana na kama mtaendelea kutusumbua tutawapeleka polisi. Nadhani nimeeleweka kwa hilo. Ni lazima utaulipia huo usaliti Chandan. Kwa mara ya kwanza napandisha sauti yangu, sitakubali kushindwa kirahisi. Siku nyingine fikirieni kabla ya kuja mahali hapa. Kuanzia sasa mahala hapa panalindwa na kina mama. Ni bora mwondoke kabla hatujapigia polisi. wakini hilo akilini mwenu. tumeelewana kwa hilo? hawa wanawake wote unaowaona hapa ni kina mama wenye uchungu na watoto wao. Kosa ni sehemu ya maisha. Kwa nini tunaogopa kufanya makosa? Mtu ambaye hajawahi kufanya kosa lolote, hajawahi kujaribu kufanya chochote.